Unajua mimi katika watoto ninaowaamini wewe. Sasa unakuwa nini? Unakuwa mzembe mzembe. Kila ngazi unajua mimi wewe utonizika wewe. Mjomba, ndio maana niko hapa nikupeleke chooni basi nitaini nipeleke. Dokta anakuja sasa hivi. Alafu ulichizi huyu. Wewe ndio ulikuwa sasa. Sasa kama mimi tie mimi mwenyewe si mwimbamba. Yule. Sasa nipeleke wewe. Sasa nesi sio majukumu yake. Shughuli ndogo ndogo ni kwa ajili ya ndugu. Wewe mgumu kuelewa wewe. Mimi unajua kila ngazi unashindwa kukuelewa wewe. Wewe nini wewe na mimi wewe? Tatizo lako mjomba, unagubu. Ugonjwa gani sasa wewe unaleta? Ugonjwa mimi naumwa nini? Nimekuambia mwambie yule mpangaji wa chumba cha mwisho yule bonge mweupe. Hadi mimi naumwa. Wewe ni mjomba wewe, sasa hivi unaumwa kiasi hiki. Ukamwite binti wa watu jirani. Yule sirika langu mimi wewe nini sasa? Kwa hiyo watu wazima tulete mbele. Nyi ndio mlenye nyama au si? <laughs> Una roho mbaya sana. Unaona roho mbaya sana, umechukua roho babako wewe. Hebu angalia basi kwanza afya yako. Mimi naumwa. Mimi nikiondoka hapa kuna tatizo. Mimi naumwa nimekuambia mimi naumwa. Sasa hiki nini ungekopa hapo hospitali? Mtego huu. Wewe unakuwa sio mjanja huu mtego? Ah! Wewe ipo bwana, kama ulivyosikia. Mhm. Choni basi, nipeke choni mjoo. Unipeleke nini sasa? Nani hapo choni mara moja? Choni, si kuna mtu kafika hapa. Mbona tangazo na kwa mzito kuelewa? Si mtu kesho kitu. Wewe, sikaje kitu? Sasa ni bwana, ni mtu kama sisi, hata unajua huyu mimi ndio sasa hivi kidogo najisikia vizuri tu, najisikia najisikia vizuri tangu nilipokuja <coughs> hata upande huu nilikuwa najisikia vibaya nichukue, nibebe mimi, wewe mtu umekomaa hivi, ndiyo umeumbwa kunihudumia, kuhudumia mgonjwa, unaona, sasa hivi kidogo najisikia vizuri tu, hata upande huu